Naomba unipeleke kwa mamake na Doris. Ningekupeleka kwanza kwa baba. Usi, what? Mbona husielewi situation? Kwa nini kinaendelea? Kwa solution uliofikiria wewe ni kwenda ukanae kwa moja kwa moja. Hiki kitu ni cha muda tu. Kuna watu wamekuwa wakinitukana sana. Mimi ndio huyo mwanamke ambaye anampigia simu mke wako kumtukana, si ndio? Ili iweje labda napata nini sasa? Tell me, mimi si mtoto, niambie ni nani yule? Unataka kufanya mimi fala? Ni mgonjwa mimi ndio kwanza kufanya hivi, meaa vitu vingapi mwaka huu? Utajifungia sana ndani, mshamba mkubwa, mshamba na mshamba wa mitandao, na utalia mpaka machozi ya kukauke, na ikiwezekana uyafanye bahari, wenye mbizi tuogelee. Mpumbavu wewe hivi, unajua kwamba unakosea sana? unaanzaje kumtukana mke mwenzio? Unajua kwamba unamkosea heshima? hebu ashumu kwamba ingekuwa ni wewe ndio unatukana hivyo, ungejisikiaje? Alafu ukila na kipofu usimshike mkono. Mama Terry, mama ushauri, haya amekukuta yapi na umeanzia wapi? Misikilize kwa Kiswahili Daniel, nataka awe wangu pekee, nataka kummiliki, nataka kumshikilia usiku wa we wangu, asubuhi ya we wangu, mchana awe wangu, upo. Awe mrefu awe mfupi, mweupe ama mweusi, mwembamba ama mnene, sitaki kusikia. Nachotaka kumimi ni kummiliki Daniel. Kumshikilia navyotaka mimi, upo. Kwa umemkuta Dani ameshaoa. Wewe, nilielewa kama mwanaume usinge furaa kilichotokea, lakini kutokana na ubinadamu uliokuwa nao ungaelewa tu nia yangu. Asante kwa kunielewa. Enda samani na ujio wangu wa gafra, lakini nili, nilikaa nikafikiria nyumbani, nikaona nikaona nimekosea. enda anda Uh, ni, ni nisingeweza kulala bila kuonana na wewe na kukuomba samahani okay. By the way nimekaa, nime nimefikiria, nimepata nime wazo uh, una, kaja kukusaidia kumhudumia mgonjwa wako. Kivipi? Unajua, unajua hapo huko na bibi tu alafu nyote ni wanawake uh, which mbaya zaidi, mgonjwa wako ni mwanaume. Kwa hiyo I don't think kama mtaweza kumhudumia kikamilifu Imeumiza sana kichwa, so if you don't mind, mwanaume bora uh, sana kuwahi kutokea katika maisha yangu hata <laughs> pia ni mwanamke bora kwangu.

Aamb sio tu kuolewa, yeye ni kuolewa na mtu sahihi. Kwa hiyo nataka kuniambia, ulikuwa unachelewa, wacha. Kwa sasa mke wa mtu mkewamtu, ndo uolewe sasa. Na wewe, mimi nakwambia kusudi ni kuhamasishe. Uh -huh. Eh. Mimi sio kaji ndugu yangu. Unataka uende wapi? Ngoja kwanza ngakuandalia maji. Hebu subiri huko ndugu yangu. Kwa mimi nimetoka huko kote kuja kunywa juice hapa, si ndio? Mimi na surprise yako. Surprise gani? Nimekuletea mgeni. Mgeni gani tena? Ussi. Ussi? Yeah. Karibu. Yaani umewezaje kutoka naye mpaka kumleta hapa nyumbani? Eh eh. Kwani Doris, kwa si ni sini tumetoka kule tunatembea huku eh, hivi mpaka hapa. Kwa, kwa tunasia hapa. Hebu subiri wa hapa. Kumbe unampenda. Nampenda wapi? Asa mpuna umeinuka ni harakara kuja naye hapa nyumbani. Lakini Doris, si. Kwani unakuwa na unampa una matumaini halafu kumbe sijui huna muda naye, simwambia ukweli. Hmm. Eh, afadhali umenipa nafasi ya kuelezea vizuri. Haba ni mimi yule kaka tangu nilivyoonana naye siku ya kwanza ile, sawa, ilitokea bahati mbaya sikatai. Mm. Lakini ile bahati mbaya naona kama inaniponza kwa sababu, yaani nimeshamwambia kwamba mimi sasa hivi sihitaji tena tuendelee, naomba mm. tu tuwache, lakini nikaniganda huyo kaka. Unajua kaniganda kama rubaia ruba. <laughs> Unajua kaniganda, yaani mpaka wakati mwingine anajisikia vibaya basi nishamwambia tuachane, sitaki no. Yani usinipigie simu wala tusifuatiliane. Lo, yani ndio kwanza kama naacha kibiriti. lakini lakini anakupenda ujue mm, sababu mtu anayempenda mtu tu anaonekana mm. mm, si unakuwa naye tu kwao. Unanishawishi kwani? Hey, shida! Tuachane hizo stori basi, kama utaki mwambie Sababu mwenzako anapoteza muda, anakaa nakuwaza wewe. Mkaka watu maskini kazi zake siku hizi haziendi. Yani akikaa tuo, akikaa like tudoes, mwambie labda kare. Ngoja nikwambie kitu ambacho sijai kuambia. Unajua kama mi na mchumba wangu ambaye konja ya nchi hmm. hmm. halafu nashukuru Mungu <laughs> yani yupo mule mule naopata kamini kwanza tu mrefutakavii, lakini hivi karibuni anakuja nini? Umeshangaa nini? Nimekosesha kusema nini, nini? Sababu umelipiga a kichwa yeah. Yani, nakwambiaje? Yani ana kila kile ninachokihitaji, so sa, sa eh. <laughs> <laughs> Sasa wewe ka mtsubui basi, nikutoe kupika kumuona. Sikuelewi kwa sababu ulishasema hamtafanya chochote mpaka siku mtakapooana. Sasa inakuwaje tena leo anakuja kukaa humu ndani bibi? Si nimekwambia anakuja kwa ajili ya kumwangalia mgonjwa, na hata kulala na Sijali, bibi yangu, ila akili isipumbaya. Usijali, niko salama bibi. Haya, mimi si mgeni wa mapenzi bro, nimeshazunguka sana sana sana, lakini nimejifunza jambo moja kubwa sana kutu jutukamekuja hapa, unaongea bado sijaelewa, unajifunza jambo gani kutoka kwangu? Unajua bro, Doris nampenda sana na sidhani kama mwenyewe analijua hilo. Na jambo kubwa ambalo nimejifunza kutoka kwako ni kulipigania penzi siku ile bila kujali nani atasema nini au kitatokea kitu gani, lakini ulipambana mpaka ukafikia hapa sasa hivi ulipo. Japo kama ilitokea ghafla, lakini Doris amekaa sana katika moyo wangu sana. Inawezekana usinielewe, lakini since that day nilivyokutana na Doris amenivuruga ni mwenye sielewi, sielewi kitu gani ambacho kinaendelea katika akili yangu. Hey, si. <laughs> <Shemlake. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> safi kwema, <laughs> kwema, karibu. Nimwashtukiza leo kidogo kidogoan. <laughs> <Naona> mna mwongezi mazito? Hapana bwana, hatuna <laughs> <laughs> ah, mazungumzo yote na ndugu yangu nabadilishana mawili matatu, basi kila eh, kuna kikao chochote kizito au sio? Ndugu yangu kweli basi jamani, mimi niwaache. Yes. No, niwaache story zenu, shemegi. Kuna ujumbe wangu nimemwachia kaka mkubwa hapa na nataka niwahi kuondoka ili kusudi kufikia wewe kwa haraka, jumbe mzito. Basi tutawasiliana. Ni mwanaume bwana, afika <laughs> <laughs> Haraka. Ah, wewe huyu unonyoa wa moto bwana, ah. Hebu niambie vitu mm -mm. Vizuri havihitaji haraka. Nitakwambia tu hoteli, ni mke wangu kwa muda wote. Nitakwambia ah. Yeah. <laughs> Yes. Unapenda kujua mambo haraka, mke wangu wewe. Ah, <coughs> <She loves you. coughs> Kai. Bwana, hebu twende ukae tangia leo nakuja. Jambo yeah. lakini si jambo, dadako yupo mm. naisi alikuja akaondoka mm, Jamzu ya tu mamanguso. Uh, no, it's okay. Mm. Uh, mi ngoja niondoke basi. Sawa, lakini usinisikie vibaya. Ah, no, no, no. Okay. Akija dadako bi, nilimpigia simu simpati, ean, alafu pia nimefika hapa hayupo. Sante. Ay, bye. Ay. Mimi niongee mara ngapi eh? Kuhusu huyo mdudu kuja huko ndani. Si nishaongea kwamba huko ndani. Kwamba asifike huko ndani. Hebu kelele wewe. Kaolewa lini? Kaolewa lini? Eh? Afu asi ndio alomfungulia mlango. Nani alikutuma kufungulia? Nani alikutuma mfungulie nakuuliza? Sasa sikiliza, kama mnataka kufanya mambo yenu wewe na da, dada yako, mtafute nyumba yenu huko ya kufanyia uchafu, lakini sio hapa kwangu. Hivi mnataka mimi niongeaje? Mnataka niongee na nini mimi ili mnielewe? Mimi sitaki aibu kwenye nyumba yangu. Yule ni mume wa mtu. Nyinyi mngekubali kufanyiwa namna hiyo eh? Mngekubali? Yaani wewe una mume wako alafu mwanamke anatembea na mume wako ungekubali? Mi sitaki ujinga humu ndani bwana, sitaki upumbavu. Ujinga mkafanyia nje huko, tafuteni nyumba yenu mkae, mkafanyia ujinga lakini sio humu. Ala, kwani mnakuwa sio waelewa? Unajua Albert, mimi sioni sababu ya kujiingiza kwenye mambo yao chana nayo. Kari wamsaidia Ussi cha kumsaidia ni kwa kukutanisha kukuta tu na ni kusha ukutanisha mambo mengine wanazungumza wao, yaani unajua Doris, kwanza kabisa anaakti kama vile hamna kitu katikati yao. Unajua sasa mimi napata vipi yani, ile comfortability ya kuzungumza naye sina, yani ye anavyoonesha kama vile hakuna kabisa kitu chochote ambacho kimewa kime kutokea kati yao yani hakipo, kwa hiyo naanza ujui tu jinsi usi anavyojisikia. Laiti ungemwona hmm, kipindi nazungumza naye u mwenyewe ungemwonea huruma mpenzi wao Hebu wewe wakutanishe, then wakishakutana wao wenyewe watazungumza mambo yao. Mi natamani sana Doris, na Ussi siku akifikia tua kama sisi tulivyofikia. Nawishi siku moja na sisi, mimi na wewe, tu wasimamizi kwao. Mi nakuaminia sana, najua huwezi kufeli jambo hili <laughs> fanya hivyo bwana, kiukweli. Unajua mtu anayempenda mtu, unajua kabisa, mi nimemwona Ussi anaongea kabisa, anamaanisha kwamba anampenda sana Doris. Hujua ni jambo gumu sana mwanaume kumwambia mwanaume mwenzie kwamba mwana mi nampenda fulani, mpaka kaamua mi ni kufanya wewe ukamsaidie. Kweli kumsaidia bwana <laughs> au vipi? Fanya hivo hata, siku Mungu mwenye atatupa baraka zake, sababu sisi tutakuwa tumeunganisha wao afikisha hatua kubwa sana, ambapo kila mwanadamu anategemea aifikie hiyo hatua. Yaani, mimi sijui nifikie, amekuachia maagizo gani Bana? Nikapata pressure, kumbe hilo kwa mke wangu, ana dogo hili ni kubwa. Usichukulie simbo, mapenzi bwana sio jambo dogo.

No, nimeenda lakini kwa bahati nzuri kikawa kinaisha mapema. Um, nikaona sina sababu za kulala kwa hiyo nikaingia kwenye gari yangu na I drive back home. Kwa hali nilokuwa, nisingeweza kulala nikajisikia amani. Mambo hayakwenda vizuri sio? Uh, haieleweki bado. Lakini mi nafikiri achana nayo, wapotezee. Cha kufanya cha msingi, we wablok, fanya mambo yako. Shida inakuja kwamba hata nikiwablok, sio bado wanafungua akaunti mpya na, na wanaendeleza ile ile, so hueva ambaye nanifanya hivo, nikapania kisawasawa, okay. Tumwachie Grayson. Ataifanya kazi yote, namjua kwa sababu he's professional, anafanya kazi yake kwa uhakika, so tumwachie. Sitaki ukae hivyo, nakosa amani, napenda kunafurahi muda wote, kwa sababu sitaki nifikie. Nakwambia ubadilishe namba hata mi ningependa justice ipatikane, ili niweze kuwaona. Nahitaji kuwauliza niwakosea nini, au nimemkosea nini mtu. So mi nikikutafuta, if I'm not around home don't you see it. Come on just leave it okay. Embu tumia hiyo idea lilokupa ya kwanza, just block and then tumwachie Grace, atafanya chochote okay, just calm down. Right. Time will tell. No, siwezi kukuahidi, lakini ya nitahitaji tuonane mapema, so usiku an lakini? Yani, kwa nini ujui tatizo lako? Yaani sijui unataka kwamba mimi mali nisichukue hizi niende nikatawanya nje huko nawapatia watu wengine, akati wewe upo hapo, unaweza ukakaa ukamsaidia dada yako kuzidhibiti. Shida yako nini wewe mwanamke? Uone ya hivi. Mimi ni shemeji yako. Alafu kwanza unavyoishi na mimi yako. Unajua mimi nikawa binti yako hiyo sasa hivi. Ah, unanichekesha sana. Kwa maana hiyo muo nimetoka na ushamba na kuja nao mpaka mjini. Nikifika mjini ninunua muo mwingine kwenye vipakti. Kwa kuwa ule muo uliokuja nao nimeshauzoea sasa nimuf, hacha, mambuha, yawana, yawana, yawana. Mua, ni ufu, ufanye fimbo ya kutembelea. Acha mambo hayo bwana wewe. Muo ni muo tu, kazi yake ni kuliwa. Umeshaanza kuanza mwa tena. Eh, wewe mwanamume kweli umezoea shamba. Na wewe Sakina, umekaa hapo unasikiliza porojo za mila. Hmm. Ya bora tu ulivyokuwa. Ukae na mume wako umeongea mambo yenu ya mila, si ya nini? Mimi ndo nataka kukuongeza. mm umepokea manayake, we uchelewi. Nifanyeje Sakina? Mbona akaondoka kama hivyo? Kawaida mi nikisha kuambiaga njaa na nyuma, nabidi ukae upiki. Kisha kuambia njaa na nyuma, wewe bado unatoka jikoni unakuja kufanya nini? Nani anapika? Okay, poa mme wangu, lakini nakujua we unagugu